Yes, uko poa kabisa, kila kitu kiko sawa, sakata la kuweza kuchukua e, form, lakini pia e, kuwania majimbo tofauti tofauti ya ubunge, udiwani, e, mpaka urais bwana, kwa sababu pia, e, Samia na wengine wanasema mitano tena, wanaitaka tena mitano hii ambayo inakuwa inakuja. Sasa nini ambacho kitakuwa? Lakini sisi tumekudili na engo hii ya swala zima la burudani nikimaanisha kwenye sanaa ya michezo e, sanaa ya muziki, sanaa ya movie. Lakini pia tumepiga story sana kuhusiana na masuala mazima ya wasanii wameweza kuondoka kinoma noma, kina Shilole, kina Mjaku, kina Eh, as -askofu pia amezungumzia watu kibao hapa kina kina kina kina Mkojani kina, kina, kina, kina, kina Romi Jones, Jones wameweza yeah. Sasa kwenye engo hii ya michezo watu wengi pia eh, engineer ni pia rais wa Yanga na ni moja kati ya watu ambao pia wameweza kuchukua eh, fomu na kuweza kuwania bwana jimbo la kule Kigamboni eh, kule Kigamboni wao kama, wao kama uongozi na taasisi ya Yanga najua kwa sababu hauwezi kufanya kitu silisili lazima aliwashirikisha eh, kwa upande wako wewe eh, unajua kabisa Harris pia ni mmoja kati ya wa watu ambao pia kwenye swala so lazima la uongozi sio kitu ambacho kinaweza kumsumbua yeah. Yeye ni kiongozi, ni rais wa Yanga, lakini pia yeye ni ni ni, ni, ni, ni, ni mwenyekiti wa vilabu vyote ambavyo unavijua wewe kutokea hapa Afrika. Kilabu chochote ambacho kinapatikana CAF, timu yoyote yeye pia ni mmoja kati ya mwenyekiti wao ambao wanaongoza so yeah. Kwa upande huu wa ubunge mimi naona kama ni, yani, ni, ni, ni, ni kitu kidogo sana kwenye the way majukumu ambayo yuko nayo hatuwezi kusema ni, ni kidogo kiasi hicho kwamba ni kidogo, kutokana kwamba yeye uzito wa, wa kingine kwamba imagine kukiongoza kikosi kama kiko sijui Libya, sijui wengine kiko, kiko Cairo Misri, kingine kiko sijui wapi huko e, maswala mazima ya Ivory Coast, sijui wapi, vilabu vyote ambavyo vinapatikana ye ndo mwenyekiti. So inakuwa ni kitu ambacho pia kinakuwa, sidhani kama kitakuwa kina ugumu kwa upande wake, lakini pia kwa hapa Tanzania ni rahisi pia wa Yanga. Sasa kwenye engo hii ya ubunge, unafikiri engineer Hels anajiongezea majukumu mengi zaidi, atamshinda au ni moja kati ya kitu ambacho pia ndewake, Engineer Hellside. Kwanza, kwa upande wake hakitaweza kumletea ugumu wowote. Kwanza mimi naweza nikasema kwamba ni moja kati ya watu ambao yeah. wamepata mafanikio makubwa sana kwanza kwenye soka la hapa Tanzania yeah. ameweza kuwa ni moja kati ya watu ambao wameweza ku win kwenye soka ya la hapa Tanzania kulingana yeah. na jinsi ambavyo ameweza kuiendesha yeah. bwana klabu yake ya Young Africa yeah. na ameweza kuonesha kwamba ni moja kati ya watu ambao wana mchango mkubwa sana mm -hmm. kwenye klabu yake ya Yanga, lakini mimi nachoamini kwamba akipata nafasi ya ubunge ataweza kuondesha vizuri sana wananchi wake yeah. Last time pia niliweza kuona eh, moja kati ya video ambayo iliweza kusambaa kwenye mitandao ya kijamii mm -hmm. ikiwa inamuonesha Engineer Hersi akiwa anazungumza na wachezaji wake yeah. Kabla ya mechi kuelekea mechi ya derby ehe, the way ambavyo alikuwa anazungumza na E, wachezaji wake mm. E, aliweza kuonyesha kwamba ni mmoja kati ya viongozi ambao wanajua nini ambacho Natsikio kiongozi inabidi afanye, yeah. katika kueleza katika kuweza kuendesha timu yake. Unajua, viongozi wachache sana ambao wamekuwa wakiwa na utamaduni wa kuweza kukaa na E, wachezaji wao kuenda kuzungumza nao kama marafiki, lakini pia kuweza kuijenga, unajua kuwapa morali wachezaji ambao wachezaji wamelelewa katika misingi tofauti tofauti, nchi tofauti tofauti, kuja kuwaleta wawe kitu kimoja, ki yani wa fight kwa nguvu moja afu then baadaye mm. wapate matunda. Ni kitu kigumu sana usijua kachukulia poa yeah. Sasa kwa jinsi ambavyo Engineer Hellside ameweza kuchukua fomu yake kuweza kugombea sasa ubunge imeweza kuwa ni moja kati ya kitu ambacho kimeweza kufurahisha watu wengi sana. Sasa hapa kinachoangaliwa bana mchawi ni watu, ehe, watu wao <laughs> wao weze ehe sasa kuamua kwamba bana huyu tumelidhia kuwa naye au la. Maana unajua mbaya zaidi ni kwamba asichukue fomu afu then baadaye watu waanze kulalamika kwamba kwa nini ukutia nia afu sisi tulikuwa tunakuhitaji. Mm-hmm, kwa hiyo yeye kashatia nia, kinachosubiriwa ni watu. That's why ndio maana nimesema kwamba mchawi watu anakutaka yeah. Kwenye jimbo lako yeah. Pia ukifika kule pia nawe ukafanye mambo vilevile, kwa sababu pia usipofanya mambo next time, pia hawezi kukuchagua tena kutokana na the way ambavyo mmefanya. Lakini pia tuko na katibu wake pia. Yani ni kama waliambizana, e, oya mwanangu njoo sasa, mwanangu, sisi hapa sisi tunaona kabisa sisi tunaweza kabisa mwanangu. Mimi nachukua zangu ka Kigamboni kale fresh najiondokea. Alafu mwanangu wewe Zanzibar kule si fresh nini, unaeleweka. Jimbo fulani e, jimbo la Arafat aje nafahamika kwa jina la E, Shauri Moyo, jimbo la Shauri Moyo kutokea kule Zanzibar, moja kati ya watu a ambao wameweza kushiriki kuweza kuchukua na kwenda kuchukua jimbo hilo e bana, ni Arafat Haji. Lakini kitu ambacho nimekipenda kwa wawili hawa ni tofauti na kina mwejaku kina baba Leo, kina nani, kwamba wao kila sehemu wameposti, wameposti ile, unajua ile wamekaa mtu yuko na sign kina kina stand backola anaonyesha kabisa ameshika ile form kwamba mimi ndo naenda kujaza, sasa ndo nakuwa mbunge. Lakini ukipita kwenye page ya engineer hakuna alichopost chochote, hakipo yani hakipo. Clip ambayo mimi nimeiona mimi ni moja tu, na yenyewe ipo katika eh, blog ambao, yani mtu hadi ukaipate kuiona ile video unakuwa umetumia nguvu kubwa sana. Sasa nakuja hapo kwenye upande wa promotion kwamba yeye anajua tu kwamba mimi nakubalika kwao, sina haja ya kutangusha bwana, mimi ndo nishachukua fomu, picha hizi hapa, eh, hey, hey, hey, eh, sijui ni nini, sijaona akipost popote zaidi tu ya kuposti ushindi wa Yanga nini, anapost tu maisha yake. Sasa unafikiri kutokana na influence ya wananchi na wananchi, wanajua kabisa wao maisha ya engineer Harris pamoja na kina Alpha Taji ni, ni maisha ya watu kwamba lazima uonekane, tukuone kwamba ah yupo katana, wanasimamia katika timu kubwa yeah. na vitu vingine kwa kibao, lakini wao hawajapost chochote ambacho kinahusiana na masuala mazima ya kuchukua jimbo, lakini lakini tunajua kwamba wamechukua majimbo ya yeah. kwa kiinjinia pamoja na Alafat kwanza ni mm -hmm. moja kati ya watu ambao hawanaga utaratibu wa kupost every time yani yeah. muda wote tu post, post, hata yeah. yani post, ya of course pia ukiangalia post za, za injinia yeah. zinapishana unakuta zingine hadi hadi wiki yeah. siku tano hajaposti eh -eh. chochote kwa hiyo mm. hata kuposti hicho e bana mimi nachoamini kwamba labda pengine anaweza akapost lakini baadaye kidogo aafu pia nachoamini pia wananchi wao mm wametamani labda pengine injinia, eh, aweze kuwaongoza unajua, eh? Yeah. Ni yani unajua hasa hivi wananchi wao wanatafuta ni nani ambaye kashafanya makubwa katika aje kipande chake, uh, hey, yeah, aje kutusaidia sisi katika kipande chetu. Mm. Unajua, nilifurahi sana last time niliweza kukutana na video moja hivi ilikuwa ikiwaonesha wananchi wa Mbeya wakiwa wanamsindikiza Dr. Tulia Ackson aweze kuchukua fomu then anavyojaza pale, alikuwa pamoja na wananchi wake yaani. mm. Yani manake wananchi waliongozana sako kwa bako mm -hmm. Mm -hmm. Kilicho... yani tayari anyway, washamkubali Kilicho... Yaani yani, kilichobaki tu ukishachukua fomu weka hata kampeni unaweza hata usifanye, eh, usifani. Sisi tushakukubali. Sasa hilo moja moja kati ya vitu ambavyo vinaweza kunifurahisha zaidi ni vile ambavyo e, bana ushirikiano wa wananchi yeah. pamoja na mchukua fomu. Kwa hiyo wakachukua fomu pale wamejaza, mm. Lakini kipindi hiki, kipindi hiki serikali imeweka nani kidogo. Umeona tuna tangazo pale liko kwamba utakiwa kwenda na msululu, sijui unatakiwa kwenda wewe kama wewe ndio. Maana tumeona kuna baadhi ya watu wengi pia zinapost tu picha, kaenda yeye na familia yake tu, labda wameenda kumsupport kuweza kuchukua fomu. Yaani watu wa Uyole walimchukulia fomu, na hata na tetesi pia nimezisikia kwamba bado wanasema kwamba fomu kwa sababu fomu ya ubunge ni laki tano. Yeah. Wakisema, weni we, usitoe hata mia. Sisi ndo tutachanga. uh -huh, tutakupa hizo hela, ukachukue tu fomu. Yeah. mambo yaweze kuendelea. Yeah. Hiyo yote natukana na the way, ambavyo uenda labda kazi ambayo unakuwa unawasaidia wananchi wako. yeah, yeah, wameweza kuridhika na wewe mm. I think so inakuwa safi, sindio? Mm. Lakini pia kwenye engo yoyo, yoyo ya michezo tuko moja katia na wasemaji Eba, na wasemaji tunajua kabisa kwenye vilabu vikubwa kuna Ahmed Hadi pamoja na eh, a ni moja kati ya watu ambao under 17 wa 17. <laughs> noma kinoma noma. Alafu yule mshikaji sasa hivi sidhani kama 30 kafikisha, ah, yule, yule. Yule. Shida tu ni kwamba Yola... <laughs> Ah, yule mshikaji yule sijajua, lakini eti Hashim Ibwe, comment yako hapo hivyo, unafikisha miaka 30 yule, yule mshikaji mebuwa? Sina uhakika sana kama hata hiyo 30 ameweza kuweza kufikisha yule Pengine anaweza akawa amegusa pale sana sana. Amegusa. Eh? Yeah. Sasa yeye yeah, mshikaji ameamua kwamba huku kuna chokocho chokocho mara Simba mara Yanga stuicha manzi kumefanya nini? Yeah. Yakakuwa pipa kaenda ka za Kilimanjaro Mwanga. Huko ndiko jimbo ambalo wameenda kuchukua fomu na kuweza kuwakilisha kwamba yeye anataka kutumikia wananchi wa Kilimanjaro katika, eh, jimbo la Mwanga. Sasa unafikiri hii italeta chachu nzima kabisa kwa wasemaji, eh, kina Amelia kina Ali kama kuweza kuchukua majimbo hayo au kama wao washikaji zake watakuwa wanalipokeaje hili kwenye swala zima la michezo? Unajua kwanza Unajua, kama mtu na kipaji cha kuzungumza, haimaanishi kwamba mtu unaweza kaenda kuzungumza kuzungumzia wananchi mm. Kuna watu wengine wana kipaji cha kuzungumza, wana wana maneno mazuri ya kukujaza hila, hawana uwezo wa kwenda kukutetea mwananchi. Sawa, lakini mi nachoamini kwamba Hashim Ibwe ni moja kati ya watu ambao wana machungu sana na nyumbani kwao na bila shaka ni kwamba kuweza kuchukua fomu yake tu kuweza kugombea yeah. Bana ubunge e, kule Kilimanjaro Mwanga, bila shaka ni mm. kwamba e, kashaji tathmini na kuweza kujua kwamba sasa ni muda wa kuokoa wananchi wangu kupitia hiki kipaji ambacho niko nacho cha kuweza kusimama kuzungumzia wananchi yeah. E bana eh, kwanza nampa ongela Ashim Ibwe, na ni moja kati ya watu ambao wameshafanya makubwa zaidi hapa Tanzania. Amekuwa ni moja kati ya watu ambao ni vijana walio inspire sana watu kuweza kuingia kwenye tasnia ya uandishi wa habari Unajua Ashim Ibwe pia yeah. Ah, licha ya kwamba ni mtangazaji pia mm. Amekuwa ni mtangazaji wa mechi e, ameshawahi za, za mpira yeah, kuwa kama kina eh, mpenja Ashim, kina nani ashatangaza sana. Kuna dabi moja hivi. Hiyo naikumbuka ile dabi alipiga ile, na watu wengi sana wanaizungumzia ile dabi. Ni moja kati ya msimuliaji ambaye alikuwa na yani Uyo kuna msikiliza mtu hivi. Unajua sometime mpira unaweza ukawa mzuri kutokana na the way mtu ambaye anakuwa na utangaza yeah, tofauti na ile mtu tu anaongea tu kawaida, yeye fulani eh, kachukua mpira hapa, hana vionjo yeah. yani yeah. Hai, kitu hakijaeditiwa yeah. Mwanamke anasema akipiga picha bila kuweka filter kidogo, kuna namna hainogi, so yeah. Filter zilikuwa zinapigwa mle, mshikaji anakuwa anatisha kinoma yeah, mshikaji wetu uh. All in all, kwanza hongera kwako, lakini pia hapa kitu ambacho kinaangaliwa ni Uh, watu sasa watakavyoamua wa unajua eh? Mm. Ashim Ibwe pia ni moja kati ya watu ambao wamekuwa hawana bana skendo za hapa na pale yeah, yeah, yeah. Amekuwa hawana e, taarifa mbaya ambazo zimevuja kuhusiana na yeye mm, na ameweza kuchukua fomu sasa, kinacho kinachobana e, fuata ni wao wananchi Kuangalia kwamba, kuchinja, ee, chukue, kenai, au ni aje? Bana, noma sana noma sana. hiyo ilikuwa the package ya siku ya leo mm. e, kutokea apa apa sawa sawa digito vitu vingi ee, utopuwa... hatujamalizia hapo bana mm -hmm. zidadi. nilikuwa nataka tu niwaambie tu kwamba ukiachana na dabi ya Kariakoo unajua mm -hmm. kuna hii dabi ambayo ipo huko inaendelea bana, Kigoma unajua, Kigoma amini kwamba sio Kigoma, Arusha, Arusha ya yeah. Arusha kule eh bana, kuna huo moto. Yaani hii dabi ni ya Makonda pamoja na Mlisho Gambo mm. Yaani watu wengi sana macho, lakini pia masikio wanataka kuona kwamba kitatokea nini baadaye. Na the way kuna kipindi walinukuliwa wananchi wa Arusha, walisema kwamba sisi tunatamani kwamba rais wetu sisi wa Arusha mm. awe awe poa Makonda yeah, lakini cool. kuna namna tena, kuna watu wanaonekana kwa mshikaji Gambo tena bonge moja la bato e, Mlisho Gambo. Mm, lakini pia watu wengi wameonyesha kwamba mshikaji Makonda pia ikumbuka kwamba e, msimu uliopitaga ule naye pia ilikuwa hivi hivi alikuwa yeah, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Uh, mwishoni nilivyofika, bwana rais aka vipi, bwana, unaendelea mkuu wa mkoa tukwache, ama unaingia kwenye kinyang'aniro? Akataka kuingia kwenye, kwenye kinyang'aniro, kaingia kule, kapigwa down, akashuka Yeah. Na sasa hivi tena hivyo hivyo amekuwa mkuu wa mkoa wa Arusha. Vipi baba, unaendelea? Hapana, nataka nipambane. Kaingia tena kwenye bato. Yeah. Sasa bato hili linaonekana ni bonge moja la bato kutokana na the way ambavyo wanamkubali Gambo pia, yeah. Na watu kuonyesha tena sasa hivi kuweza kumkubali Makonda. I think, mimi nahisi Makonda mm. ameweza kupata kichwa mara baada ya sifa zimekuwa ni nyingi, ameweza kusaidia saidia baadhi ya vitu kuweza kusolve mm. na ndio maana mchakato utakuwa ni mzito sana kutokea pande za Arusha yeah. Lakini pia mwanetu pia Konde Boy yeye mm. alikuwa ameshatangaza kwamba atagombea mm. bwana kule Tandaimba, Tandaimba wale wa Chitohori mm. eh, katupa taulo bana ulingoni kwamba mm. Bana ha, mi hapana, kwa sababu kuna maneno yake pia, kama unavyofahamu anakoaga, then kuna neno fulani hivi anazungumzaga pale. Eh e, kuna neno fulani pale anakujaga nalo, akasema kwamba nimejitathmini nikaja kugundua kwamba mimi si deserve, unajua. Kwenye misingi e, ya <laughs> kwenye ile misingi ile ya uh, kuendesha watu. Kwa hiyo amesema kwamba wananchi wa Tandahimba wao waweze ku, uh, kutafuta kiongozi sahihi hmm. ambaye anaweza akachukua nafasi kuweza kugombea lakini pia uh, wawe waangalie kwamba mtu ambaye anamchukua ni mtu ambaye anaweza eh, akatimiza mahitaji ambayo yapo pale, umeone, then baadaye ndo akawa amemaliza hivyo hapo lakini, ujumbe huu aliweza kupokea, eh, Harmonize, kupitia ukurasa wake wa Instagram yes, kutangaza kwamba bana, yeye kashajitoa kabisa na masuala ya ubunge. So labda pengine, ay, anapambana na Grammy sasa hivi. mm -hmm. Eh, anapambana na Grammy au tutegemee 2030 atarudi tena kwenye kinyanganyiro labda, eh, pengine tutegemee labda 2030 mambo akikaa sawa mm -hmm. tutamuona pale mzee <laughs> Bombo cla <laughs> noma sana huyu alikuwa ni Harmonize bato pia, Arusha kule inaendelea, wasanii pia ni wengi bado wanaendelea kuchukua form e, tarehe mbili tarehe mbili mwezi wa saba, so yeah. I think zimebaki ni siku mbili, kwa hiyo kesho tarehe moja kesho kutwa saa nane mchana ndio itakuwa mwisho, so endapo msanii yoyote ataweza kutokea hapa katikati kuanzia leo mpaka hiyo kesho kutwa eh, ambayo tumeweza kuweza kukufikishia wewe, na ungetamani kujua kwamba msanii gani mwingine au mwana michezo gani mwingine au au unasikia tu mwana siku moja tu bwana eh, bwana Aziziki na yeye eh, kwa amenda kuchukua, kuchukua fomu hivi. Inawezekana wapi? Inawezekana mchezaji kuchukua fomu kugombea ubunge wewe huko kwao kokote kule, hata hapa Tanzania ah. Mfano bwana Muhammad Hussein anasema sana, mimi naenda saa kuchukua jimbo, inawezekanaje sasa? Haiwezekani ah, yani Muhammad Hussein eh yeye anaweza akachukua Alafu na mpira ndio we mzalendo, ndio utaenda jimboni, utaenda na South Africa kwenda kucheza mpira hapo hapo hapo, uwezi ukafanya mm -hmm. Yaani kwa mfano kama Mohamed Hussein hivi yeye mm -hmm. tayari anazunguka na timu kila mara mm -hmm. Yaani ni tofauti kabisa na mwanamziki, mwanamziki anaweza mm -hmm. akaamua, bwana, mimi niachilie ngoma leo. Kwa upande wa Baka, unajua Baka ni mwajili wa serikali ni <laughs> mwanajeshi uko Zanzibar, na juzi juzi tu ameenda kule, ameongezwa cheo, lakini hayupo kambini hayuko sijui kwenye mavita vita, lakini anaongezwa tu vyewe na, lakini pia pia ni hata kwa mchezaji wa Tottenham Hotspurs yeah, Son yeah. Unaambia uko kwao huko ye, mw, yuko katika jeshi, yani yeye ni mwanajeshi, anapokea mshahara wa jeshi kila mwezi unaingia yeah, na anapewa heshima, yani akirudi ile likizo nyumbani baada ya kutoka sametoka se kwenye season kucheza mpira, siyo makombe yeah. Akifika tu maskani anataka kupumzika, kama ameshatoka kule sasa umerudi nyumbani jeshini yeah. tinamegia tena kazini. Kwa hiyo ni kitu kwa upande wa michezo hapo, hiyo kweli sidhani kama inawezekana bana. Hii ni the package last, eh, next time labda pengine tutakuja na <laughs> wachezaji ambao wamekuwa wapo katika category mbili tofauti yeah. kuna watu ambao wapo katika miziki lakini pia eh, wapo katika kazi zao nyingine. Sasa bila shaka ni kwamba umeweza kuenjoy show bye kwa kuzingatia, kwa, kwa kuzingatia, eh, kwa kuzingatia tu, I think unaona kabisa watazamaji wetu wana enjoy sana kuona picha ngavu zimengaa kama hivi, lakini pia kamera hapo Recho no, lecho katisha sana tumeonekana tuko safi kabisa. So make sure tukumbuka una subscribe. Kwa taarifa kadha kadha, ni Sawasawa online digital.